Wananchi na wakulima wa Enterprise Alabama walikuwa na tatizo kubwa. Uchumi wao wote ulitegemea pamba. Na hiyo ndiyo mazao pekee ambayo wakulima walikuwa wamewahi kupanda. Kisha mende mdogo niliyesoma kuhusu alisafiri kutoka Mexico na kuingia Alabama kufikia mwaka wa 1915. Miaka michache baadaye mashamba yote ya pamba yaliliwa. Na mende huyu mdogo anayejulikana kama boll weevil. Sasa wakulima wanakabiliwa na kufilisika na mji mzima pamoja nao. Lakini badala ya kufunga mizigo yao na kuondoka, mkulima mmoja aliamua kupanda zao tofauti. Zao ambalo halingeharibiwa na boll weevil, zao ambalo lilikuwa limeendelezwa na mtumwa wa zamani aliyekuwa mwalimu kwa jina la George Washington Carver. Mwisho wa mwaka huo mazao ya karanga ya mkulima huyo yalikuwa na mafanikio makubwa. Alilipa madeni yake yote na akabaki na pesa za ziada. Na mwaka uliofuata wakulima wengine wote walianza kupanda karanga na wote walifanikiwa. Na sasa kwa miaka mia moja iliyopita, ukitembelea Enterprise Alabama, utaona mnara uliowekwa katikati ya mji huu kwa shukrani kwa Boll Weevil. Fikiria watu wakisimamisha mnara kama kitendo cha shukrani wa janga. Naam, hilo ni janga ambalo hatimaye lilileta baraka. Naam, bila kujulikana kwa mkulima na mfanyabiashara aliyefanikiwa kwa jina la Ayubu, mdudu hatari anakaribia eneo lake, na sio mende; ni Beelzebul Shetani mwenyewe na kwa muda wa sekunde 39 tu, kama tulivyoona, Ayubu anajifunza kutoka kwa wajumbe wanne kwamba sasa amefilisikana amepoteza watoto wake kumi waliokomaa. Hajui bado lakini Mungu ameruhusu Shetani kuchukua he, kila kitu ambacho Ayubu anacho ili kufunua nguvu za Mungu katika maisha ya mfuasi mwaminifu. Sasa shetani ametabiri kwamba ayubu atamlaani mungu ikiwa atapoteza kila kitu. Hadi sasa, Ayubu amemthibitisha kuwa amekosea. Mwisho wa sura ya moja tunasoma maneno haya ya kushangaza: katika haya yote Ayubu hakutenda dhambi, wala kumlaumu Mungu kwa makosa. Sasa tatizo ni kwamba bila shaka, shetani hajamalizana naye na Mungu ataendelea kuruhusu mateso zaidi. Kwa hivyo sura ya mbili na aya ya moja inaanza kwa kusema, tena kulikuwa na siku ambapo wana wa Mungu walikuja kujitokeza mbele za Bwana, na shetani pia alikuja kati yao kujitokeza mbele za Bwana. Na Bwana akamwambia shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, kutoka kuzunguka huku na huko duniani na kutoka kutembea juu yake. Sasa bila shaka, Mungu anajua shetani ametoka wapi anajua Shetani bado anatazama maisha ya Ayubu, na Shetani bila shaka amekasirika kwamba Ayubu hajamtukana Mungu bado hata baada ya kupoteza yote. Kwa hivyo, Bwana anakuja moja kwa moja kwenye hoja hapa. Katika aya ya tatu anamuuliza Shetani, je, umemfikiria mtumishi wangu Ayubu? Naam, jibu ni dhahiri bila shaka amekuwa akimfikiria Ayubu. Mwandishi mmoja alisema hii itakuwa kama kuwauliza wavulana wa, wa mwaka wa kwanza chuoni, je, mmewafikiria wasichana? Naam, utakuwa unafanya nini kingine wakati wa mwaka wako wa kwanza? Shetani bila shaka amekuwa akifanya hivi. Shetani amekasirika sana kwa kweli, anajibu katika aya ya nne ngozi kwa ngozi, yote ambayo mtu anayo atatoa kwa ajili ya maisha yake. Ah, hii ni uovu. Shetani anamaanisha hapa kwamba Ayubu alikuwa tayari zaidi kutoa ngozi ya watoto wake mradi tu aendelee na ngozi yake mwenyewe. Shetani anaongeza hapa katika aya ya tano: lakini nyosha mkono wako na uguse mfupa wake na mwili wake, naye atakulani mbele yako. Kwa maneno mengine, mfanye Ayubu ateseke kimwili na atasalimu amri ya imani yake, ataondoka kwako, Bwana. Lakini mara nyingine tena Mungu anampa Shetani mamlaka huku akipunguza shughuli za Shetani, aya ya sita. Bwana akamwambia Shetani, tazama hiyo mkononi mwako peke yake, usimwondoe uhai wake. Basi mara tu Shetani anapopata ruhusa kutoka kwa Mungu. Na kwa njia, usipuuze hilo wapendwa, ni baada tu ya Shetani kupata ruhusa kutoka kwa Mungu ndipo anaweza kufanya chochote kwa Ayubu aya ya saba hapa inatuambia basi shetani akatoka mbele za bwana na kumpiga ayubu na majipu mabaya kutoka wayo wa mguu wake hadi utosi wa kichwa chake neno hili la kiebrania hapa kwa majipu linaweza kutafsiriwa kama majipu makubwa ni neno lile lile lililotumika kwa moja ya mapigo kumi kule misri katika kutoka sura ya tisa majipu haya ni mwanzo tu Ayubu atateseka ikiwa atarekodiwa kabisa magonjwa 25 tofauti. Wakati wa mateso yake, atakumbana na kuwashwa katika sura ya mbili. Kupoteza hamu ya kula, hisia za hofu na woga katika sura ya tatu. Atateseka na kizunguzungu na kukosa usingizi, mvozi ngumu itakayotoa usaha katika sura ya saba. Sijaribu kuwa wa kuchukiza. Tunapaswa tu kutambua jinsi alivyoteseka. Atahangaika katika sura ya tisa na eh, kutoweza kupumua. Zaidi ya hapo katika sura ya kumi na tisa atahangaika na kupungua uzito, maumivu ya mara kwa mara, homa kali. Hata mifupa yake itauma na kuungua, atasema katika sura ya thelathini. Shetani anazidi kuzungusha kisu cha mateso akitumaini kwamba Ayubu atamlaani Mungu. Aya ya 8 hapa inatuambia kwamba alichukua kipande cha udongo uliovunjika ambacho alikitumia kujikuna wakati alipokaa kwenye majivu. Kwa hivyo elewa hili hapa, Ayubu wakati huu hayuko nyumbani, amelala kwenye shuka safi, hana wafanyakazi wa matibabu binafsi. Amekaa kwenye majivu. Hii ni kumbukumbu kumbu ya dampo katika miji ya kale ya Mashariki ya Kati kila mji ulikuwa na mahali nje ya malango ambapo takataka zilikuwa zikipelekwa, na mara kwa mara takataka zinazooza zilikuwa zikichomwa kwa ajili ya usafi. Hapa ndipo mbwa hukusanyika kupigania kitu cha kula. Hapa ndipo wenye ukoma, hapa ndipo ombaomba omba wanaishi. Hapa ndipo Ayubu yupo sasa, amekaa kwenye laini ya majivu kutoka kwa uchomaji wa takataka wa hivi karibuni. Nataka uangalie vizuri Ayubu hapa. Mwili wake wote unatoa usaha na vidonda wazi. Macho yake yamevimba kutokana na kulia. Mavazi yake yamejaa uchafu na damu. Pumzi yake ni, eh, ni fupi na yenye shida. Uso wake umefifia. Mashavu yake yamezama ndani. Hapa anakaa huyu mtu ambaye alitambulishwa kwetu awali kama mkuu kati ya watu wote wa mashariki. Na sasa mtazame anakaa hapa kwenye dampo la mji, anayumbayumba mbele na nyuma kwa maumivu na kukata tamaa. Hajali mbwa na ombaomba na wenye ukoma. Anajikuna na kipande cha udongo, kwa makali ya kipande cha udongo kwa aina fulani ya afueni. Usisahau, akili yake inaomboleza juu ya makaburi kumi mapya. Moyo wake umevunjika kwa kupoteza wao, kupoteza kila kitu. Anakumbuka kila mtoto anakumbuka kila wakati maalum alipokuwa na baraka za Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo, hivyo ndivyo ilivyo. Mungu yuko wapi? Labda Mungu hajakuwa wa kufuatwa baada ya yote. Na naweza kumfikiria Shetani akijisogeza karibu, hakika Ayubu atamlaani Mungu sasa. Basi hapa katika mstari wa tisa, mke wa Ayubu anafika na kumsihi amlani Mungu amwache Mungu na afe. Nadhani anasema kile ambacho kila mtu mwingine anafikiria. Nadhani yeye ni mmoja wa wanawake wanaoeleweka vibaya zaidi kwa njia, katika Biblia. Ndiyo sababu sitazungumzia hata yeye katika somo letu leo. Nataka kuchukua kipindi chetu kijacho, mpango wa kusoma bi kazi lakini kwa leo hapa Ayubu anamwambia katika mstari wa kumi, Je, tutapokea mema kutoka kwa Mungu na tusipokee mabaya? Kwa kweli, siwezi kuamini alisema hivyo. Wacha nirudie: Je, tutapokea mema kutoka kwa Mungu na tusipokee mabaya? Na kisha tunaambiwa hapa, katika haya yote Ayubu akutenda dhambi kwa midomo yake. Ah, wacha nikuambie kitu wapendwa. Ayubu ameinua mnara wa sifa katika bonde la kukata tamaa. Na maanisha ungefikiri wakati huu angekata tamaa, angeacha, angemlani Mungu. Lakini anainua sauti yake na kusema kwa ufanisi kile ambacho wewe na mimi tunahitaji kusema leo: Mungu anastahili ibada yetu juu ya mlima na anastahili ibada yetu hapa chini bondeni vilevile vile. Basi kwa hayo tutalazimika kusimama kwa leo mpaka kikao chetu kijacho. Pamoja, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote Mina.